Sekta ya elimu nchini Kenya bado inakumbwa na changamoto baada ya chama cha kitaifa cha walimu nchini yaani KNUT kuwaarifu walimu wasirejee shuleni hapo kesho. Katibu Mkuu wa chama hicho Wilson Sossion ametuma taarifa katika vyombo vya habari na kusema kuwa watatoa mwelekeo hapo kesho baada ya kupata maagizo ya mahakama. Hussein Mohammed anaarifu zaidi baada ya mahakama Ijumaa kuwataka walimu kukomesha mgomo wao kwa muda wa siku 90 na serikali kutoa amri shule kufunguliwa hapo kesho, watetezi wa walimu kupitia katibu wa KNUT Wilson Sossion alisema kuwa walimu hawatarejea shuleni hapo kesho hadi wapate mwelekeo wa mahakama unaotarajiwa kutolewa kesho adhuhuri. Ni vizuri wajali maslahi ya watoto wetu, watoto wa Kenya kupata nafasi ya kuwasomesha kwa sababu hiyo mimi ninaamini ya kwamba waalimu watakuwa shuleni kesho. Upande wa upinzani, aidha walisitiza wito wa serikali kutimiza matakwa yao. Walisema kuwa mchango wao ulikuwa ni mawakili tukaoma pia, kila wakikutana ni lazima wakunwe chai, kila wakitaka kulipa wakili mmoja wawili hivi tuwasaidie, so that is a solidarity account Swala ambalo naibu Rais William Ruto akiwa katika mchango wa harambe mapema hii leo alipuuza, ati wale wanasema wana propose impeachment ndio wale wale wanasema ati tutafanya harambe ya kukusanya pesa bilioni mia moja na kumi na nane ya kulipa walimu. Hata kama kweli wewe uko na kichwa timamu, hiyo hiyo maneno inawezekana? Hiyo harambe nasikia, nilikuwa nauliza Kidero hapa kama amesikia mahali hiyo harambe imefika ati. Sasa wako na shilingi 1120. Mi, na, na ile pesa inatafutwa ni bilioni 118. Surely. <laughs> Maajabu ya Musa hii. Code haikuwa ina pretend kwamba tunaweza kuchanga pesa za kulipa walimu. La. That was not even the intention. Mwenye kulipa walimu ni serikali ya Kenya through the Teachers Service Commission. Sasa katibu mkuu wa kotu Francis Atoli anataka serikali kuwajibika. That was a fair ruling. Na mimi najua imeomba walimu na ninawaomba wasifanye vile president alifanya. I, I can't pay, I won't pay, na anaongea kwa mambo ya kotini. Hapo kesho mahakama yanatarajiwa kutoa mwelekeo huku, matayarisho ya mitihani ya kidato cha 4 na darasa la 8 ikitarajiwa kung'oa nanga wiki ijayo. Hussein Mohamed, KTN, leo wikendi.